Naitwa Joseph Bernard Kabadi ni diwani wa kata ya Buhongwa ya. tuko kwenye hii barabara inayoitwa barabara ya Veta hapa Buhongwa, inaanzia pale kwenye barabara ya Kinyata inayoelekea mm, Usagara ama Shinyanga inaanzia hapo, lakini inapita katikati ya mtaa wa Buhongwa Magharibi pamoja na miti mirefu. Kwa hiyo kwa, kwa maeneo haya huwa kuna changamoto ya muda mrefu Uh, maji yanayotokea maeneo ya makaburini yanakusanyana alafu yakifika hapa yana banana, kwa hiyo mwisho wa siku udongo unabebwa na, na kimsingi ishakuwa kolongo kubwa. Na kwa leo nipongeze msha mwenyekiti wa mtaa pamoja na wajumbe wake na wananchi ambao wamejitolea aafuia hapa, lakini bado uh, kwa hali hii kua ikiesha uh, udongo wote utabebwa. Kwa hiyo hapa tumekubaliana uh, na mwenyekiti wa mtaa kwamba siku ya Jumatatu ambayo ni kesho kutwa, tuweze kukutana tufanye kikao cha ndani kwanza tu, tushauriane kwamba uh, tuchukue hatua gani kabla ya serikali haijaja kutekeleza kwa matengenezo kwa matengenezo maalum tuone kwamba tunaweza tukafanyaje ili wananchi waendelee kutumia hii barabara angalau kwa muda. kimsingi hii barabara inatumiwa na mitaa mingi sana. Kwa huko mbele kuna mtaa wa Mwangalanga kuna Bugugu ukiwa unaelekea Mkolani. Uh, kama unavyoona magari yanapita hapa, pikipiki nyingi, waenda kwa mguu, kwa kwa vyovyote, barabara hii ina mchango mkubwa mno katika shughuli za maendeleo kwa, kwa hiyo ninaamini kwamba tutakapokutana tutapata pakwazi ambalo mbalo imefanyika hapa leo ni sisi wananchi tulioko karibu na barabara pamoja na watumiaji wa hii barabara tumeanza zoezi ile asubuhi, kuweze kukata udongo, sehemu ya udongo ambao unaonekana kama kama kana kwamba ni kingo, ili kurudisha katikati kwenye sehemu ambazo ni na madongo. Kazi imefanyika kwa nguvu za wana. Changamoto ya barabara hii, kwanza ni ya muda mrefu, ni kipande ambacho kimekuwa a kwa muda mrefu, wananchi tunatumia nguvu zetu kutengeneza, lakini inakaa muda mfupi inamomonyoka kwa mvua.